Wananchi wilayani Chamwino wamekusanyika katika maeneo mbalimbali na kusherehekea mafanikio ya miaka minne ya serikali ya awamu ya sita yaliyopewa jina la Samia Day ikiwemo miradi mbalimbali iliyofanywa mbali na serikali na kutoa huduma muhimu za kijamii ikiwemo elimu, maji, afya na miundombinu ya barabara na kuwasaidia kuondokana na changamoto mbalimbali mbali. Katika mkoa wetu wa Dodoma tangu mheshimiwa mama Samia Suluhu Hassan aingie madarakani imetekelezwa miradi yenye thamani ya takribani trilioni tisa na bilioni mia tano au niseme trilioni tisa na nusu, na miradi iliyotekelezwa ni jumla ya miradi elfu tatu na tisini na tatu kati ya hiyo miradi elfu tatu miradi mia tano arobaini na saba inatekeleza katika wilaya ya Chamwino. Awamu hii imetekeleza miradi mingi inogusa wananchi wa maisha ya kawaida, yaani miradi hiyo inaku... ipo kwenye vijiji, ipo kwenye vitongoji, ipo kwenye kata. Sisi wananchi wa kawaida huku vijijini, wananchi wakifanya tafakari ya kawaida, wanaona katika kipindi hiki cha miaka minne kazi kubwa iliyofanya ni kuboresha huduma za kijamii. Lakini pia kama nilivyosema, sisi Chamwino tuna miradi mikubwa ya umwagiliaji tuna mradi kule Membe, tuna mradi Mlanzo, tuna mradi pia tuna mradi pia hapo Chinangali. Na miradi hiyo kwa upande wa sekta ya kilimo, nadhani baada ya miaka miwili Chamwino itakuwa wazalishaji wakubwa wa, wa, wa mazao ya chakula na biashara. Wakiyaenzi mafanikio hayo, baadhi ya wakazi wa wilaya ya Chamwino wanaishukuru serikali huku wakitaja huduma ambazo zilikuwa changamoto zamani lakini kwa sasa zinapatikana bila changamoto yoyote. Kwa kweli, kwa wanachamwino tumefaidika sana na uongozi wake wa mama Samia Suluhu Hassan. Maji tunapata tuna kwa wingi, hatuteseki. Mpaka umeme tena, ametoa nani majiko ya gesi kwa kina mama wote kwa bei ya ruzuku, wote tulifaidika sana. Mambo makubwa aliyofanya ni makubwa sana, kwa sababu kama alivyotaja, tuna sekondari ya Mwalimu Nyerere hiyo hapo hapo, kituo cha afya kuna kuna mionzi, tulikuwa hatuna majokofu, walituletea sasa. Miili mtu akipoteza maisha haendi mjini, tuna barabara za lami, kwa hiyo tunajivunia sana. Katika kipindi cha miaka minne serikali ya awamu ya sita katika mkoa wa Dodoma imetekeleza zaidi ya miradi elfu tatu yenye thamani zaidi ya shilingi trilioni tisa.